Makamu wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Philip Mpango ametoa wito kwa wadau wote wa mazingira kuendeleza mambo yote yaliyofanyika katika maadhimisho ya mazingira ikiwa ni pamoja na upandaji miti na uanzishwaji wa bustani za kijani. Makamu wa Rais ametoa wito huo wakati wa Maadhimisho ya Siku ya Mazingira Duniani ambayo imefanyika kitaifa katika Kituo cha Mikutano cha Jakaya Kikwete mkoani Dodoma. Napenda nichukue fursa hii kutoa wito kwa wadau wote wa mazingira kuendeleza mambo yote yaliyofanyika katika maadhimisho haya ikiwa ni pamoja na upandaji miti na uanzishwaji wa bustani za kijani, kuhamasisha matumizi ya teknolojia za ureje, urejelezaji wa taka ozo na za plastiki, kupunguza ukataji miti holela kwa ajili ya kuni na mkaa na kuongeza matumizi ya nishati safi ya kupikia. Matumizi makubwa ya kuni na mkaa hakika yanachangia athari za mazingira, athari za kiafya, kijamii na kiuchumi. Na kutokana na hali hiyo, ndio maana serikali imeweka nia ya kupunguza athari hizo kwa kupunguza matumizi ya nishati ya kuni na mkaa kwa shughuli za kupikia.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 hadi kufikia Machi mwaka huu 2025 jumla ya taasisi 762 zilikuwa zimeanza kutumia nishati safi ya kupikia, na kati ya hizo taasisi za umma ni 495 na taasisi binafsi ni 267. Taasisi za serikali ni pamoja na zilizo chini ya ofisi ya rais TAMISEMI taasisi mia tano na nane Wizara ya Mambo ya Ndani taasisi hamsini na nane Wizara ya Afya taasisi ishirini na sita Wizara ya Elimu, Sayansi na Teknolojia taasisi mia moja ishirini na tatu Wizara ya Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wanawake na Makundi Maalum taasisi kumi na tatu na Wizara ya Ulinzi na Jeshi la Kujenga Taifa taasisi thalathini na nne. Napenda kuzipongeza taasisi zote zilizotekeleza katazo hili, lakini pia natoa rai kwa taasisi ambazo bado hazijatekeleza, basi ziendelee kuwekeza katika matumizi ya nishati safi ya kupikia. Aidha, taasisi binafsi zinazolisha zaidi ya watu mia moja nazo ziongeze kasi katika kutumia nishati safi ya kupikia ili kuokoa mazingira yetu na kulinda afya za mama zetu na dada zetu na mabinti zetu.